Habari na karibu tena Maujanja Zone. Leo katika video hii nitakuwa nikufahamisha na nikuelezea ukweli kuhusiana na platform hii ya Dollartub. Platform ya Dollartub ni moja kati ya platform ambazo kwa sasa ni maarufu sana na watu wengi sana wanaitumia kama njia ya kutengeneza pesa mtandaoni. Na nimekuwa nikikutana na baadhi ya comment, baadhi ya maoni watu wakiniomba nifanyie mapitio ama review hii platform. Na baada kuwa nimeichunguza kwa muda mrefu sasa nimekuletea video hii ambayo nitakuwa nikikuelezea maoni yangu kuhusiana na platform hii, kama ni platform sahihi kuitumia kwa ajili ya kutengeneza pesa mtandaoni au la. Basi ambatana nami na mpaka mwisho wa video hii, na natumaini utakwenda kujifunza vingi sana kuhusiana na platform hii. Na nimekuja na vipengele vitatu, na nitakuwa tukipitia platform hii katika vipengele hivyo, na tukawa tukiona kwamba ni sahihi kuitumia platform hii kama njia ya kujitengenezea pesa mtandaoni au platform hii ni scam kama platform zingine ambazo watu wamekuwa wakizitumia hapo nyuma, lakini mwisho wa siku uh, wamejikuta wakitumia platform za kitaferi na kupoteza muda wao mwingi ambao walikuwa wakitumia katika platform kama platform hii. Dollartub ni platform ambayo jinsi inavyojieleza ni kwamba utakuwa ukitengeneza pesa kwa kutizama video ambazo zinapatikana katika platform hii, kama jinsi ambavyo zinaonekana hapa na platform itakuwa ikikupatia video mbalimbali. Wewe uh, mtazamaji, ama mtu mwenye account katika platform hii, utakuwa ukitizama video na kisha kulipwa pesa kulingana na video ambazo utakuwa ukitizama. Na kwa mfano hapa, ukiangalia hapa, wanakuambia watakupa dola tano baada kuwa umejiunga kama welcome bonus katika platform hii. Sasa vipengele ambavyo mimi nitakwenda kuvipitia na tutakuwa tukipata jibu kama, je, platform, platform hii ni scam na ni matafeli kama Uh, platform zingine ni kama ifuatavyo. Cha kwanza kabisa, kama ukiwa na akaunti katika platform hii, kwanza ni rahisi sana kutengeneza uh, akaunti hii. Hii unaona, kwa mfano kama hapa wanakuambia utatizama video kwa muda wa sekunde thelathina tano na baada ya kuwa umetizama video kwa muda wa sekunde thelathina tano wa wa watakulipa dola sifuri Kiuhalisia uh, hichi kiwango ambacho wanalipa kwangu mimi huwa na, na nakita unrealistic earning, ikiwa namaanisha kwamba malipo yao sio ya ukweli, yani sio ya kawaida, kwa sababu rating za kawaida kwa uzoefu ambao niko nao kwa platform nyingi sana ambazo nimezitumia mtandaoni, kawaida unavyotizama video unavyofanya taski mbalimbali ndogo ndogo, malipo huwa si dola 0.01 mpaka dola 0.1 hapo kute wanalipa vizuri sana lakini, dola 0.95 ambayo ni pesa inayokaribia kabisa elfu mbili, na kwa pesa zetu za kitanzania shilingi elfu mbili, kwa kutizama tu video kwa sekunde hizi chache, ni kitu ambacho ni cha uongo kabisa. Na kwa mfano, kijaribu kutizama hizo video ambazo wanasema watakuwa wanatizama na, na unalikwa labda tujaribu hapa I long of being in a band, sister. Okay, kama unavyoona video jinsi ambavyo inaonekana hapa ukiwarithia, ni kwamba hii video ni video ya YouTube na mimi nichokigundua kwa haraka haraka hapa ni kwamba hii ni platform ambayo watu uh, wenye channel za YouTube kulipa pesa nyingi sana ili video za video zao ziweze kutizama na watu. Kwa hiyo ndio maana platform kama hii ikaanzishwa. Inamaana wewe ambaye unakuwa umeingia hapa ukiwa na mategemeo ya kulipwa baada ya kutizama video, utakuwa ukitizama video za watu wengine ambao wanatafuta views YouTube, na wewe utakuwa unaisaidia kampuni hii kuwapatia wale watu ambao wanatafuta views pesa. Inamaana kwamba wale watu ambao wanatafuta views watakuwa wakilipa hii kampuni ili kuwatafutia uh, watu ambao wana view video zao na kisha wanalipwa. Kwa hiyo utaisaidia kampuni kuingizia hela. Lakini je, pesa ambazo unakuwa unaingiza katika uh, ku, kufanya vitu hizo utakuwa ukilipwa? Na kama unavyoona hapa nimejaribu kutizama tu video mbili na kiwango cha pesa ambacho kinaingia kinaonekana hapo. Umeona ni dola 6.7, ni hela kubwa sana kwa kulinganisha na kitu ambacho nimekifanya, yani thamani ya kitu ambacho nimekifanya ni ndogo sana, lakini unaona wanalipa hela kubwa sana sasa. Ya, platform kama hizi zisha kuwa nyingi sana. Kwa mfano nikija, hapa kwenye upande wa payment na njia za malipo, ukitizama hapa wanakuonyesha wanalipa kupitia PayPal, kupitia Cash App, Paytm pamoja na benki transfer. Sasa na uh, hicho kigundua kingine baada ya kuifuatilia platform hii ni, ni kwamba kwanza ina kiwango kikubwa sana cha chini, kima cha chini cha kutoa pesa ni kikubwa sana wanakuhitaji ufikishe kuanzia dola mia na kuendelea ndipo uweze uh, kulipwa pesa zako. Na dola mia na kuendelea, ina maana unahitaji kuangalia video nyingi sana ili kufikisha dola mia japo sio kazi sana, kwa sababu ukija kwenye upande wa video hapa, hizi video ni nyingi mno na kila na unapoangalia video moja ikiisha, una uwezo kuangalia video nyingine, hamna limit, ila utajikuta umeisaidia kampuni wao, ku, ku, kuingizia views nyingi sana na baadaye, changamoto kubwa inakuja pale watu ambao wanakuwa wamefikia kiwango cha dola mia, ukitaka ku withdraw pesa zako kupitia njia ambazo ziko hapa, utajikuta huwezi kufanya hivyo kwa sababu watakuwekea kizuizi kimoja, wanakuhitaji uweze kualika marafiki ili uweze kutoa pesa zako ambazo unakuwa umeshazitengeneza kwa kwa muda huo. Unakuwa umetumia muda mwingi sana kutengeneza pesa unakuwa na shauku ya kuzitoa o, ni lazima utaalika watu, watu, wa watu, hutoweza kutoa pesa zako, tayari umeshawatafutia watu wengine ambao wanakuwa na shauku ya kuendelea kutengeneza pesa kupitia platform hii, na watu wengi wametoa wame, inakuwa ni vigumu kutoa pesa. Kwa hiyo kwenye upande wa kutoa pesa platfom hii hakuna hata mmoja mpaka sasa ambaye amethibitisha kwamba ametoa pesa, na hauwezi kutoa pesa. Utapikisha dola mia, na baadaye watakuhitaji ualike marafiki. Utaalika marafiki, utafanya kila kitu ambacho atakuhitaji ufanye, lakini hautoweza kutoa pesa na platfom hii. Ukitaka kuthibitisha kwamba kweli ni ya, ni ya, ni ya kitapeli na ni scam kama scam zingine, ukija hata mfano kwamba kwenye upande wa social media links kwamba uingie kwenye Uh, social media account zao ambazo ni real, labda unaweza kupata msaada ikitokea na changamoto. Ukigusa kunaona ni kama ni, ni, ni boshen hizi linki, hauwezi kuingia wala kufanya chochote kwao. Ni tovuti tu hii ambayo inaonekana hapa, na hamna msaada, hamna chochote. Baada ya kuwa umefanya kazi zote hizi, muda wako na MB zako ambazo umezitumia kutazama video zinakuwa zimekwenda bure watu uliowaalika tayari unakuwa umewaaminisha katika kitu ambacho siyo cha kweli. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, nikwambie tu platform hii siyo ya ukweli, ni scam tu kama platform nyingine. Inapoteza muda, inapoteza MB, inapoteza uaminifu wako kwa kuwashirikisha watu katika platform ambayo siyo ya ukweli na uhakika. Basi kwa kufahamu platform zingine ambazo ni za uhakika, unaweza kutazama video zingine ambazo zimeuzika hapo kwenye chaneli yangu. Mpaka wakati mwingine, asante.